Tayari bana, sawa sawa hapo. Keni maiki, sawa sawa hapo. Mjumbe wa kasi, ndo nimeingia. Semaji eh, mjumbe wa wa kasi kasi, ndo nimeingia hapo. Mjumbe mama, sije tayari. Semaji kwa eh, yeah. Bismillah, semaji wanasema shetani katoka mganga hoyo. Mtakosa hewa, mmejibaa sana, merudi kidogo nyuma eh. Uko comfortable? uko comfortable? uko comfortable mama? Bas, shetani katoka mganga hoyo. Ah, kusema kweli, kusema kweli mechi ya leo ilikuwa ngumu sana, ngumu sana. Na mimi kwa dhati kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza, eh, Mashujaa Football Club wametupa mchezo mgumu sana hii leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka ya kiufundi ya kuweza kutuzuia na of course wamefanikiwa kutuzuia. Nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili basi ni Mashujaa. Mechi ya kule kwao Kitanganyika ilikuwa very tough, dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi leo hapa hapa KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli kweli mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza, na bahati nzuri Mungu akawa upande wao, wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya, wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika eh, kwanza kusawazisha bao hilo tutafute na bao la ushindi, hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha, alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli kweli, lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli kweli, kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama. Na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia, na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli kweli. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mzuri sana Salum Mayanga, mmoja kati ya Coach hapa Tanzania ana experience ya kutosha, ameucheza huu mpira, amefundisha ame timu nyingi kweli kweli, ana exposure ya kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwao ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri, lakini kama haitoshi eh, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure ya aina yoyote, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu, lakini yote kwa yote sasa Mashujaa wakasahau kitu kimoja discipline kwamba nidhamu ndio ingiwawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu hasa baada ya, ku, ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano goli. Kipa wao wakaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya kumi na nane, wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote tisini tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizika. Hicho ndo kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama tatu na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa wale ambao wameshachinja mm, lazima atakukuruka tu vurugu. E, lazima afanye vurugu, ndicho ambacho amekifanya. Ame, ame Mashujaa ilikuwa lazima tumchinje tu mm. Sasa tunamchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita nyama, akaondoka na alama tatu. Sherehe zinaendelea, tuna sherehe ya fainali, tuna sherehe ya kasi na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa hileo. Haikuwa mechi ya starehe sana hii leo uh, kwa sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja bao mbili bao tatu uh, kipindi cha pili unakuwa ume relax unaangaza kwa bodi. Mechi ya leo ilikuwa na pressure, kwa sababu tayari umeshatanguliwa. Tulikuwa tumekaa jukwaani pale, tukawa tunafarijiana nasema hii basi mechi tunda wote na shughuli inaishia hapa, lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza ku accumulate pressure. Kwa hiyo hatuenjoy hata kidogo football, tumekuja kuenjoy ni kabisa baada ya filimu ya mwamuzi ya mwisho. Mwishosemaji pia huku uh, nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. Ah, mimi siwezi kuzungumzia maamuzi ya. Kwa maamuzi unaona tu yuko sawa. He was right na jopo lake wote walikuwa asilimia themanini very right. Yes. Na wamuzi wetu wamekomaa sana. Wako very very stable. Eh. Kama wale wa VAR. Msemaji umesema una sherehe ya kazi, kauli ya ubaya ubwela, maana yake ni kwamba tutakufanya vibaya, utake usitake, ndiyo maana ya ubaya ubwela. Na ubaya ubwela ina, ina asili ya, ya kulazimisha hiyo ndio ubaya ya ubwela, yani unataka usitake utatoa. Hiyo ndio ndio, yani mpaka ifike dakika ya mwisho, yenyewe ubaya ya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kama hii wapinzani, kama hawa, ubaya ya ubwela hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo, ndugu zanguni mm. Umeona hizi taa zenu hizi, ndugu zangu waandishi wa habari, hmm. Leo mngeziwasha hapa ili tucheze mechi ishe, namna ambavyo mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala kule kulala hmm. Leo tungecheza mechi na tochi, tungechanganya na taa zenu hizo hmm. Refa aone mpira, tucheze mpaka dakika tisini Pusatimu. za haki zikamilike, yeah. Amen. Mawili mawili nachanganya. <Turk _> <Nunimia> <Nunimia> <Nunimia> Kwanza ushindi ni ushindi, lazima utambue hilo <Nunimia> iwe kwa penati iwe kwa faulo iwe kwa namna yoyote ile, ushindi ni ushindi, ili mradi ni ushindi halali. Na tuambie tu penati ndizo zimetupeleka sisi Nine. Baada ya ku, ku, ku, ku, kupigiana penati na Almasi. Usidharau penati. No, <laughs> <atrapa laughs> so, so, kama, yeah, uh, kama tungedondosha alama, maana yake tulikuwa tunaweka ubingwa rehani, uh, in either way, kupoteza ama ku, ama kusare hesabu zilikuwa zinaka zinakaa vigumu mno, lakini ndio maana tukapambana ili kusecure pointi tatu za leo, mbio za ubingwa ziendelee kuwa hai.